Ukisikia mtoto kuyataka ndo huku sasa. Moja kati ya exclusive ambayo iliweza kufanywa kupitia Millard Ayo, exclusive ambayo ilimhusisha Hassan Mwakinyo, ambapo aliongelea mambo mengi sana kuhusiana na lile sakata ambalo limetokea. Okay, tuachane na hayo sasa. Steve Mausi kupitia page yake ya YouTube ambayo mara nyingi huwa anatoa clips mbalimbali mbali. Sasa kuna hii content ambayo ameifanya kwa sasa, ina masaa ishirini na moja tu clip hiyo. Ameipatia jina ama title ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo "Huyu ni mke wangu, umfanyi chochote." Mimi nimenukuu title ambayo alikuwa ameandika kupitia content ambayo ameiposti majuzi kati. Sasa Stevu Mweusi kupitia content hiyo ambayo ilikuwa inasomeka kwamba huyu ni mke wangu umfanyi chochote, ameweza kuyataka mwenyewe ama ameweza kumkorofisha kinamna fulani Hasani Mwakinyo kufuatia scandals ambazo ziliweza ku vuma sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na hii ni baada ya kufanya kile kitendo kijana ambaye inasemekana kwamba aliokota nazi ambazo zilikuwa zimeanguka nje ya fensi ya Hasani Mwakinyo, na nuku kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii baadhi ya watu walivyokuwa wakisema hivyo, lakini pia kufuatia kijana mwenyewe ambayo interview alifanya ni Wasafi TV aliweza kusema kwamba aliokota nazi sita ambazo zilikuwa nje ya fensi ya Hasani Mwakinyo, lakini baadaye tulija kuona moja kati ya interview ambayo aliweza kufanya Hasani Mwakinyo kupitia page ya millardayo.com aliweza kuzungumzia kuhusiana na hili hapa swala kwa undani kabisa, na nimeona leo part 2 imeweza kutoka, Hasani Mwakinyo akiendelea kuliweka sawa hili swala ambalo lilikuwa linaenea sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambalo lilikuwa linamhusisha na kumpiga kijana huyu aliyokota nazi nje ya fensi yake, lakini yeye mwenyewe Hasani Mwakinyo aliweza kusema kwamba ilikuwa ni ndani ya fensi yake na yule kijana alichukuliwa ndani ya fensi na sio nje ya fansi. Sasa watu wengi wameweza kuchukua reaction nyingi pamoja na response mbalimbali baada ya interview ambayo iliweza kufanywa na Milad ayo wakiwa na Hassan Mwakinyo, bondia huyu ambaye anapigana ngumi za kulipwa. Sasa nitakuachia uweze kutazama hii hapa klipu ambayo Stevu Mweusi aliweza kuongea maneno ambayo moja kwa moja yalilenga hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa kuhusiana na Hassan Mwakinyo pamoja na yule kijana ambaye ilisemekana alipigwa baada ya kuokota nazi sita nje ya fensi nyumba ya Hassan Mwakinyo sasa. Sasa tazama hapa clip, lakini pia utaweza kushusha komenti yako, ipi response yako kubwa baada ya haya yote. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Hii hapa ni Dax Media. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa nguvu ambaye utakuwa unapata exclusive zetu kila wakati na kila muda zinapotoka. Asante umesikia Devi, huh?

Unajua Steve, kaa nimeshangaswa, tuambie wewe. Mevaa nguo chache iwena navyovaaga vie, tena lopale kavaa nyingi. Kwa mda anavaa hiyo moja, sa utajua wewe ni, ni pensi, shati au socks.